Kwenye hii masuala ya sound aliokopa anazungumzia Esco, iko hivi mi nimefurahishwa sana na Grammy. Hata wakati wanaitambulisha wana, wana hichi kipengele kipya cha Afrika wamesema ni best african music performance sindio? Japo mi wanachangana best music africa africa, naweka mbele nyuma, lakini ni best african music performance, hicho kipengele akijasema kwamba eti msanii wa Tanzania akiimba mapiano tutamkonsida sindio? Ina maana ni miziki yote kutoka nini Africa, kutoka, kutoka Afrika na naona wasanii, hata kama unafanya muziki wa sehemu nyingine, uwekeza saundi iwe kali, wekeza kama ni video promotion na vitu kama hivyo. Hii saundi yetu, tuendelee kwenda nayo, bongo flava tu make sure pia nayo atuisahau. Lakini kama unafanya saundi ya watu, naona kikubwa tuwekeza. Nasema hivi, mimi kwa upande wangu bana, naona ni mtihani mkubwa sana ambao tunawapatia, tuna producers na wasanii. Muziki wetu wa Tanzania umekuwa ukiendeshwa na presha Yani kwamba ni nini ambacho sasa hivi kinahitajika sokoni, ama ni nini ambacho sasa hivi kinatawala soko. Zamani kidogo, tulikuwa tunajikubali kwa sababu saundi zetu sisi wenyewe tulikuwa tunajirisha na nini, lakini kuna wasanii ambao walikuja kuzuka, ambao walianza kufanya kazi vizuri kimataifa, so hiyo ikatengeneza njia kwamba ni nini ambacho nao pia anataka kukifanya kwa ajili ya manufaa, si tu kwa ajili ya ndani, nje pia. Sasa watakuja na ama nini ambacho wanapaswa kukifanya ili kuendana na soko kubwa ama uwanda hmm. So presha na yetu na amekusha kutengeneza, unaona ambavyo inakuwa wamekusha kwenda mbele, lakini pia wasanii ambao wako ndani na nini ambacho wanataka kukifanya kuweza kutanua uwanda, tunaweza tukapambana kutafuta mabadiliko hasi kwa kuja na kitu chetu wenyewe, lakini inaweza take time sana yani, sisemeji na ubaya ni kwamba creativity ama sanaa haina sheria. Unaweza kuweka sheria kwamba bana, sisi kama Tanzania mm, inabidi tufanye moja mbili tatu yani, upande wa producers, upande wa wasanii inabidi iwe hivi na hivi kuweza kupata kuja na sound yetu na nini. Unaona ni kitu fulani hivi ambacho huenda kinaweza ka take time ikiwa tu kama strategies fulani ambazo zinazotengenezwa. Kwa sababu kama umekuwa ukifuatia hata singeli, kuna baadhi ya wasanii ambao wanaifanya, wameibadilisha kidogo yani, ukiachana kwamba inabaki kuwa singeli kuna sound fulani sisi, nikutolee mfano imeanza kubadilishwa kiasi kwamba ni rahisi, unaweza ukampitch msanii wote akakaa ayo wa kimataifa ama wandani, na ikaleta ladha kwa msikilizaji yoyote, si unaelewa. Mwanzo kidogo ni saundi ambayo tulikuwa tunaichukulia kwamba ni ya Kiswahili sana, lakini sasa hivi kuna modifications nimeanza kuziona. Kwa mtu yote ambaye anafuatilia singeli ataona kidogo kuna kuna utofauti ukiangalia hizi kazi ambazo labda zinafanywa na kina Ibra kina nani au wasani kidogo mnafanyo, wameza, wameza ya bongo un, feva kwa namna fani hivyo wameweza kuzibadilisha, yaani unaona, ukisikiza quality ya muziki, ukisikiza tempo na fusion ya bongo feva kidogo inakaa, so unaweza nikasema maybe nisema ambayo pia tunaweza tukaitazamia lakini